Ifikia hatua wananchi watambue na kama wamesahau basi wakumbuke kabisa kwamba Tanzania ni kisiwa cha amani. Tunaposema kisiwa cha amani, ina maana kwamba kuna watu wanapata machafuko katika nchi zao wanakimbilia Tanzania, sababu kuna uhakika wa amani. Wananchi wanaoishi ndani ya nchi ya Tanzania wana uhakika wa amani, tusijisahau katika hilo. Tunapata kibuli cha kusikia watu wamefungwa, watu wametekwa, watu wanauana, kwa sababu ndani yetu kuna amani. Kongo afi mmoja wanakufa wengi, Kongo watekani, Kongo wanafanyiana hadharani. Nchi yoyote yenye machafuko sasa hivi wanaitamani hata amani tulionayo sasa Jamani, aliyesema hata mbuyu ulianza kama mchicha alikuwa anaona mbali. Hakuna hatua elfu moja bila hatua moja, hakuna mtu mzima bila mtoto. Tuache mzaa, jamani, na ishu inayoitwa amani katika nchi.